Sikukuu ya Mtakatifu Valentino, hii ni meza maalum ya makala maalum, siyo kwingine, bali katika Sauti ya Kikristo nyumbani mwako, ama ukipenda Chemchemi ya Matumaini, yaani hii ni Redio Maria Kenya Nairobi, nami Shamba wa Shamba. Hapa ndipo amani ya Kristo Wapendwa wasikilizaji wa redio maria kenya Nairobi, tumsifu yesu Kristo. Leo tunaitafakari siku ya pekee inayoadhimishwa kila tarehe 14 Februari, sikukuu ya mtakatifu Valentino. Wengi huihusisha siku hii na zawadi, shada za maua, kadi za upendo, ama ukipenda i love you cards na maneno matamu ya kumtoa nyoka pangoni. Lakini kwa Mama Kanisa, siku hii ina maana ya kina zaidi. Ni kumbukumbu -kumbu ya shahidi wa imani na shujaa wa upendo wa kweli. Tunapoisherehekea siku hii, swali tunalojiuliza ni moja tu: Je, Mtakatifu Valentino alikuwa nani? Mtakatifu Valentino alikuwa padri na askofu aliyeishi katika karne ya tatu huko Roma, wakati wa utawala wa Kaisari Claudio wa Pili. Inasemekana kuwa kaisari huyo aliamini kwamba vijana wasiooa walikuwa askari bora zaidi hivyo akapiga marufuku ndoa kwa wanajeshi. Padri Valentino wa upendo na ujasiri aliendelea kuwaoza wanandoa kwa siri, akitetea utakatifu wa ndoa na haki ya watu kupendana kwa baraka ya Mungu. Kutokana na tendo hilo la huruma na utii kwa sheria ya Mungu kuliko sheria ya kibinadamu valentino alikamatwa na baadaye kuuawa mnamo tarehe 14 februari mwaka 269 hivyo akawa shahidi wa imani na wa upendo sikukuu ya mtakatifu valentino si tu siku ya hisia za kimapenzi bali ni mwaliko wa kutafakari juu ya upendo wa kweli upendo unaojitoa unaosamehe upendo unaovumilia na upendo unaobaki hata katika mateso. Neno la Mungu linatukumbusha katika waraka wa kwanza wa Wakorintho, na nukuu: upendo huvumilia, ufadhili, upendo uhusudu, haujivuni, haujipendi mwenyewe, upendo hauishi kamwe Mwisho wa nukuu. Huu ndiyo upendo ambao Mtakatifu Valentino aliushuhudia, upendo unaomweka Mungu katikati, upendo ambao hauishii katika zawadi za nje, bali una mizizi katika sadaka na uaminifu. kwa vijana siku hii iwe nafasi ya kutafakari thamani ya usafi wa moyo na heshima katika mahusiano. Upendo wa kweli hauharakishi wala haukandamizi, bali unajenga, unalea na unaongoza katika njia ya utakatifu. Kwa wanandoa, yani yaani baba zetu na mama zetu, ni fursa ya kukumbushana ahadi mlizoweka mbele ya Mungu. Ndoa si mkataba wa muda mfupi, bali ni agano takatifu na la milele, kama Mtakatifu Valentino alivyotetea ndoa kwa gharama ya maisha yake. Nanyi na mnaalikwa kuilinda kwa sala, mawasiliano na msamaha. Kwa familia nzima ya Redio Maria Kenya, Nairobi, siku hii maalum ya Padri Valentino iwe mwaaliko wa kueneza upendo wa kikristo kuwatembelea wagonjwa, kuwasaidia wahitaji, na kuleta amani palipo na migogoro. Maana upendo wa kweli hauchagui, unawafikia wote. Wapendwa wasikilizaji, tunapoadhimisha sikukuu ya Mtakatifu Valentino, tusisahau chanzo cha upendo wote, Mungu mwenyewe. Maana Mungu ni upendo kama ilivyoandikwa katika Waraka wa Kwanza wa Yohane sura ya nne mstari wa nane. Tuombe. Ee Mungu Baba mwenye upendo wa milele, tuna kushukuru kwa zawadi ya upendo ulioweka mioyoni mwetu. Tuna kushukuru kwa mfano wa Mtakatifu Valentino aliyethubutu kushuhudia upendo wa kweli hata kwa gharama ya maisha yake. Bwana Yesu Kristo, tufundishe kupenda kama wewe ulivyopenda, kwa unyenyekevu, kwa uvumilivu, kwa msamaha na kwa sadaka. Ubariki wanandoa, ndoa uimarishe ahadi zao, walinde vijana katika usafi wa moyo na ulete uponyaji katika mahusiano yaliyovunjika. Roho Mtakatifu uwashe ndani yetu moyo wa upendo wa Kimungu, ili tuwe vyombo vya amani, waleta faraja kwa waliojeruhiwa, na mashahidi wa furaha ya injili katika familia na jamii zetu. Maombezi ya Mtakatifu Valentino tujalie kuishi katika upendo wa kweli unaotoka kwako na kurudi kwako. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Wapenzi wasikilizaji, tuombe kwa maombezi ya Mtakatifu Valentino ili upendo wetu uwe safi, wa kweli na wenye kudumu, upendo unaotuongoza katika ndoa takatifu, katika familia zenye mshikamano na katika jamii yenye huruma. Nimekuwa wako Shambah wa Shambah katika makala haya kutoka katika meza yetu, meza ya makala maalum. Asanteni kwa kuungana nasi katika tafakari hii kupitia Redio Maria Kenya Nairobi, sauti ya Kikristo nyumbani mwako. Mungu awabariki na kuwajaza upendo wake siku zote. Sikukuu njema ya Mtakatifu Valentino.